Yes bana, huu hali gani, mwana mwanafamilia na mtazamaji wa Mega Media Tanzania na Mega Media Updates. Leo tarehe 25 mwezi Mei mwaka 2025. Moja kati ya matukio ambayo yameshika headlines siku hii ya leo ni kuhusiana na mechi uh, iliyochezeka kule visiwani Zanzibar ambapo Simba waliwakaribisha RSB Berkane uh, katika michuano ya CAF Confederation Cup ambapo walikuwa wanatarajia pengine kubeba kikombe hiko kwa sababu ilikuwa ni leg 2 na ilikuwa ni mechi ya fainali ya mwisho kabisa. So matumaini yao makubwa ilikuwa ni kubeba uh, kombe hilo endapo wangewachapa RSB Berkane magoli uh, matatu kwa sifuri au uh, magoli ambayo yanaweza yakawa uh, yanawazidi ya, ya pengine ambapo walichapa kule uh, kwao, uh, magoli mawili kwa sifuri. So uh, mechi imekamilika kwa sare ya moja kwa moja. So matokeo ya mchezo haya make favoritism hayako favorite kwa Simba kwa ajili ya kubeba uh, kikombe hicho cha CAF Confederation uh, Cup. So, the end of the time ni kwamba RS Berkane wametwa kikombe hiko, na mmoja kati ya viongozi wakubwa anamzungumzia naibu waziri wa sanaa, utamaduni na michezo Hamisi Mwinjuma aka Mwana FA naye amefunguka kupitia ukurasa wake wa Instagram na kudai kwamba hajaridhishwa kabisa na matokeo hayo ya mchezo wa leo wa Simba dhidi ya Belkane. Ameandika hivi kama hivi ifuatavyo: nimeandika na kufuta mara nyingi leo ila, napendekeza siku nyingine bingwa awe anateuliwa tu au kafu tusipoze uh, tusipotezeane muda. Hayo ni maneno mafupi, lakini amebewa maana kubwa sana yake mheshimiwa naibu waziri wa sanaa, utamaduni pamoja na michezo. Mchezo huo bwana, uh, refari aliyechezesha eneo la kati anaitwa Dehad Beida kutoka visiwa vya Mauritania, ambaye huyo huyo alichezesha mechi dhidi ya uh, Sundown dhidi ya Yanga huko Afrika Kusini, ambapo alipewa pia malalamiko baada ya goli la aliyekuwa mchezaji wa Yanga Sports Club ambaye sasa ni mchezaji wa timu ya Wydad Casablanca huko Morocco, Aziz uh, Stephen Key, ambapo goli lake lilikataliwa na ilionekana kwamba ni goli la wazi kabisa, lakini uh, Refali alitetea kwamba hilo sio goli. So maumivu yale ya kule pia yamehamia leo visiwani Zanzibar. So uh, malalamiko yamekuwa kwamba kadi nyekundu haikuwa sahihi wala kukataliwa kwa goli pia na hako hakukua sahihi kwa kwa upande wa wa Nalunyas, na na na maanisha Simba Simba Sports Sports Club. Je, je, kwa hayo machache uliposikia na ambavyo umeweza kuelewa wewe, mtazamaji wa Mega Media Tanzania, unadhani kwamba wa wa Sports, Berkane, Je, unadhani kwamba ya ya siku hii leo mechi dhidi ya Berkane ameichezesha ipasavyo katika misingi ya mapungufu gani ambayo yalionekana wa mwamuzi wa leo de Hard Beida uh, alichezesha mchezo huo wa well, finali za CAF Confederation uh, Cup. Bwana, this is Mega Media Tanzania na mimi ni Barama TC. Barama Tanzania. Usiache kusubscribe kulike pamoja na kucomment.